Wala hakuna mtu ambaye anaweza akanielewa kwa sababu kifo cha mama yangu mimi hakiwezi kufanana na kifo cha mama yako. Utanipa ratiba nzima ya vipindi vyako, nitaangalia lini na kipindi gani tunaweza kufanya. Ahudumiwe kuliko watu wote, kwani kuna wagonjwa ngapi humu ndani? Hata mama angu jai kumpenda hivi. Anatembea na mke wangu Frida. Najiuliza sipati majibu. Ona, nikiwekeza upendo nalipwa ubaya. Najiuliza sipati sababu, kwa nini kila siku yanakuwa kwangu. Hey. Kuna nini tena mwanangu? Mimi si umwe wala sina tatizo lolote lolote, mwanangu. Najua baba, mimi ni kijana mbaya sana na matendo mabaya mengi sana, navuta bangi na kunywa pombe, navuta sigara, mabaya yote nafanya, yote mimi nafanya yote. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, kitu kimo, kimoja usijaribu hata siku moja kuipima afya ya akili yangu.

Mzee wangu mimi, kama umekuja hapa na hauna kitu chochote cha maana cha kuzungumza, yule si mchungaji. Mzee wangu mimi, si pasta, mwambia akupe mahubiri na maneno mazuri ya kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia. Lakini mimi mimi, niacheni, niache, niache. Namaanisha niache, usiniambie chochote. Usiongee mimi chochote, chochote. Niacheni, niache, niache. Njoo hapa, fanya mambo yako, vitu vyako, lakini mimi niache. Niache. Niache. Niache. Mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, Naona kuna kitu kidogo ambacho tumekosea eh. ya ilibidi lia mwafahamu ujio wangu kabla mimi sijafika. Hii ingemsaidia kumwandaa kisaikolojia, lakini nitadili naye, najua njia sahihi ya kudili naye. Kwa hiyo usiwe na shaka. Siwezi kusonga, nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde, nikasema ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe utanishindia, ninasema ni wewe, ni wewe, ni wewe. Baba muumba mbingu na ardhi, nakuja mbele zako kutaka majibu ya kitendawili ambacho kinautesa moyo wangu. Baba nakuomba, kama ni kwa kusudio lako basi nakuomba unipe nguvu na hekima ya kupambana nalo lakini Mungu Baba, kama hili ni jaribu, basi naomba uniepushe na kikombe hiki. Wewe ndo tumaini langu Baba, nalikabidhi kwenye mikono yako. Amen. Mipinduko, mambo pinduka. <laughs> <laughs> pinduka, pinduka pinduka. Mtoto mdogo, ila beri mtundu wewe, una kazi mbovu, shoga yangu na Mbona <laughs> mina, nakuambiaje, familia ya Mr. Richard haiwezi kuwa na amani mimi nikiwa niko hai, labda niwe nimekufa kama mamangu Tekla, lakini nikiwa hai napumua, ha! watafurahia show. Alafu yule Jese sindo kipenzi chake, sindo roho yake uyu? Na yule si ndio mtoto? Mm -hmm. sisi wengine taka, taka. Mm -hmm. Basi nimeamua kwanza na yeye safi. Mimi ninachokupendea shoga yangu hapo kwanza, unajiamini, una confidence. na nawe ukiamua lako beri, ukiamua lako lakini beri, hivi unajua kwamba Jessy na Cojack kini hawapendani? Huoni utakuwa umewasaidia wao kuachana? <laughs> Yani sasa hicho mimi ndo ninachokitaka yule Jessy na Cojack kiwaachane. Ndoa itavunjika na yule Richard hatopata alichokuwa nakitaka kwenye ile ndoa yaani, na nnachokiongea nakimaanisha, na, na, na ndo kitaenda kufanyika. Unaona mambo hayo, mambo nayaona kwa ushahidi, nakwambiaje? kama walivyonishughulisha na wao, nitawashughulisha he he. Beli semaje sheli nanga sheli kitoko Naonamwezi ficha tawatoto akuona, si unajua, mimi mtoto wa nani? Naelewa ananisa <laughs> mwanangu, kitambo jatokea hu, vipi? Bishop, leo amenizungua kinoma, mwanangu. Yani kanaita mimi issue fulani hivi, yani akiwaki. Sio, hmm. anaelewa vizuri mwanangu, ah. ni mambo fulani hivi yani, mambo fulani ni sio unyama yani. Siyo.

Nakushukuru sana toka kwenye kilindi cha moyo wangu kwa kunikaribisha ndani. Sasa naomba niondoke. <laughs> Nakushukuru wewe kwa kunisindikiza mpaka nyumbani. Asante Makena na Imani. Hujasahau. <sighs> Familia yangu inaheshimu sana mchango wako kwetu. Na ndio maana Jessy na Kojack wanaoana ili kudumisha udugu katika familia zetu. <laughs> Kiwe, Makena, unajua mumeo Richard ana ndoto kubwa sana. Na hakuna namna yoyote anaweza kufanikiwa pasipo msaada wangu unajua nguvu yangu, unaujua uwezo wangu, na unajua nini naweza kufanya ili afikie ndoto zake. Mimi sikulazimishi tupasha kiporo, lakini unakumbuka tulikotoka make. Kazi vipi? Mbona uko hivi? Uko sawa? Niko sawa. Nawaza tu mambo ya harusi ya Jessica. <laughs> Wanawake na harusi tena. Dr. Luis ameanza kazi yake kwa Liam. Una hakika Dr. Luis akijua haya mambo atakaa kimya. jali relax. Samani, nilijua yuko na mwanamke ndio maana nikaingia kwa nguvu. Umefata nini hapa? Loza amepata ajali. Unasemaje? Nimegombana naye sana asubuhi. Nimekuja uende kwa ajili yangu. Mi siwezi kwenda huko, Saidi na Sele wapo huko, kila nikiwapigia simu hawapokee. Aliyepata ajali ni mtoto wako, ndio wewe? Ni mama wa aina gani? Mtoto wako uliyemzaa yuko hospitali, yaani wewe mtoto wako unashindwa kwenda kumwona? Ina maana una mapenzi naye? Maana mi nachojua mwanamke ana huruma, mama zetu ana huruma, hasa wewe, ni mama wa aina gani? Maana mama yangu akuwa hivyo hata nilikuwa na ratiba ya kuja hapa, ni bosi ndo ameniambia nije hapa. Babangu, nimekuita? Uh, ndio nimeambiwa ofisini kwamba unaniita. <sighs> Nini kinaendelea hapa? Uh, itakuwa ni miscommunication tu, lakini wewe, nani amekwambia kwamba mzee anakuita hapa nyumbani? Liam hayuko tayari kuongea mawazo yake, hamwamini mtu yoyote yule, yaani kila mtu anaamini kwamba ni adui kwake. Tunachotaka kujua ni Liam anafahamu nini kuhusu kifo cha mama yake. Dokta, fanya unavyoweza kufanya Liam azungumze na wewe. Sawa, usiwe na shaka. Liam ataongea. Nimekutana na kesi nyingi za namna hii, lakini kuna mbinu mbalimbali za kitaalamu ambazo tunatumia na mwisho wa siku atafungua kinywa chake. Uh, itachukua muda gani? Ukweli siwezi kusema itachukua muda gani, hii inategemea na mapokeo ya akili yake kutokana na mchakato wa tiba, lakini mwisho wa siku ataongea. Jessy, kwa hiyo <laughs> wanataka kuniambia wazazi wako hawajui mahusiano yako wewe na Dr. Louis? Naye majibu ni ndio. Wow. Yaani ni serious? Yes. Nimekuwa siri kwa sababu ya moja tu, kwa sababu nimekaa nje ya nchi muda mrefu sana. Yeah. Nilikosa hata nafasi ya kukaa na wazazi nikawaeleza ile jambo. Yeah. Lakini yote tisa kumi, bestie, kinachoniumiza kichwa Daktari Louis, hana mazoea na babangu. Hana kazi yote ya ukaribu inayomfanya yeye mpaka kutoka ofisini kuja nyumbani. Yaani kinachoniumiza kichwa pana kunashangaza. Kafuata nini nyumbani kwa mtu? Yaani hicho ndio kinachoniumiza ni sasa. Kwa hiyo unahisi yeye anaweza kuambia ukweli? Anyways. Mimi aba cha kushauri rafiki yangu. Fanya unavyofanya. Hakikisha unalipigania penzi lako wewe na Daktari Louis. Nyewe wawili mnapendana. Na mtu pekee wa kulipigania lipenzi ni wewe ambofanya hivyo. Dr. Luis. Unataka nini, Jess? Oh, sorry. Unataka nini boss? Luis, siwezi kuacha hayo mambo kwanza, yaani bado tu unayo Hivi unajielewa vipi? Nimekushtua, Richard. Rose ni nani kwako, Rose? Unajisahulisha eh? Unaonekana kumjali sana yule binti, kiasi kwamba umefikia hatua ya kumpa chumba yenye hadhi ya VIP kwenye hospitali yako. Nisikize, Mr. Richard, kama unamtaka yule binti niambie, mimi nijiweke pembeni. Siwezi kupandishwa ngazi kwenye juu ya ngazi. Naima, pole sana. Sina hisia yoyote ya kimapenzi kwa yule mtoto Bila. Kuna hisia ndani yangu zinaniunganisha na yule mtoto. Namuona kama mtoto wangu. Niamini mimi, utanielewa. Sikiliza, nenda nyumbani. Usiku wa leo nitakuwa na wewe so. so. Jess, wewe ni bosi wangu naistoshe wewe ni mke wa mtu mtarajiwa so hii biashara kuonekana tunasimama simama tu haileti picha mzuri. Dr. lis umeshai kunipenda wewe? Jess, kama hauyaoni maumivu ya moto yanaowaka ndani ya moyo wangu kwa kusikia tu unataka kuolewa na mwanamume mwingine basi ni nisubiri. niondokeasubiisaman Unaweza ukaniruhusu leo nije nyumbani kwako. Yaani na maanisha unaweza uka, ukatoa nafasi tukakutana mimi na wewe, tukaacha nafsi zetu zinazopendana zikaongea, zikazungumza zenyewe kwa zenyewe tafadhali. Naomba nisubiri nyumbani kwako na kuja leo jioni. Mama yako alikuwaje? Alikuwa na upendo sana na familia yake. Hakuwahi kuniacha kwenye shida peke yangu kama wewe unavyofanya kwa binti yako. Hakuwahi, hakuwahi. Achana na maisha yangu, hayakuhusu. Kuna njia nyingi sana za wewe kupata pesa, ukiachana na njia hizi za kutembea na watoto wadogo kama muji wewe ni mama, wewe ni mtu mzima unajizalilisha. Ukimaliza kunikejeli, mshukuru Mungu kwa kuzaliwa familia ya kitajiri. Achana na maisha yangu, hayakuhusu <laughs> Hey, umefuata nini nyumbani kwangu? Uh, samani imekuja. Nilikuwa naomba tuzungumze, tafadhali.